Chama cha Alliance des Nationalistes pour un Congo Emergency kwa kifupi tunasema ANCE kilianzishwa rasmi tarehe 2 Juni mwaka 2022, na mwanzilishi mkuu wa chama hiki ni Mheshimiwa Senator Norbert Basengezi Katintima ambaye ndiye rais wa kitaifa wa chama, lakini pia na mamlaka ya maadili yeye, ni seneta wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani RDC na ni miongoni mwa viongozi wenye maono makubwa ya kitaifa, lakini pia ni kiongozi anayependwa na kuheshimika sana katika nchi ya Kongo. Na katibu mkuu wa chama iko ni BCC Asuka Mameke, mwanamke jasiri mwenye uwezo mkubwa wa kiutawala, lakini pia ni mwanamke shujaa mwongoza njia anayependwa na kuheshimika na kuthaminika zaidi katika nchi ya Kongo. Katika kipindi kifupi cha miezi sita tu cha maandalizi ya chama hiki cha ANCE chama kilishiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka 2023. Licha ya muda mfupi wa maandalizi ya chama hiko, lakini chama hiki kilionyesha nguvu na no ushawishi mkubwa katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na mpaka kupata mafanikio yafuatayo: walifanikiwa kupata seneta mmoja, wabunge sita kitaifa, wabunge wanne wa majimbo, lakini pia madiwani wa manispaa walipata watano. Hii ni ishara tosha kabisa kwamba chama hiki kina ushawishi mkubwa sana katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, kwa maana kimeanzishwa muda mfupi tu ndani ya miezi sita na kimepata mafanikio makubwa sana. Hivyo basi, hii ni ishara ya kuaminiwa na wananchi, lakini pia uthibitisho wa msingi imara wa chama. Makao makuu ya kitaifa ya chama hiki cha ANCE kinapatikana pale Kinshasa katika komunu ya Bandarungwa Avenue Bula lakini kwa sasa amehamia Avenue Asolongo ndani ya comuniu hiyo hiyo. Chama cha ANCE kimeenea katika wilaya zote 145 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kina muundo thabiti taasisi inayojumuisha vitu vifuatavyo: rais wa kitaifa, wajumbe wa baraza la kitaifa, katibu mkuu, katibu wakuu wa wasaidizi, wakuu wa maendeleo na wasaidizi wao, wakuu wa ofisi ya kisiasa Capes. Ligi ya kitaifa ya wanawake, ligi ya kitaifa ya wanaume, ofisi ya utafiti, tume ya taifa ya nidhamu, kitengo cha kitaifa cha mawasiliano, uratibu wa interfederation, uratibu wa federation, uratibu wa source federation. Seli za msingi. ANCE ni chama kinachojengwa juu ya misingi ya haki, usawa, uhuru, kazi, maendeleo ya familia na mshikamano wa kitaifa Kinaamini katika demokrasia ya kweli, uhuru na uchumi na maendeleo ya kijamii na teknolojia kwa kila raia wa Kongo. Hivyo basi, kama raia wa Kongo bado haujajiunga katika chama hiki cha ANCE na unahitaji maendeleo yaliyothabiti, unashauriwa kujiunga na chama hiki ala yakiwezekanavyo, kwa maendeleo yako na familia yako na nchi ya Kongo kiujumla. ANCE tunasema ni sauti ya kizazi kipya, ni jukwaa la matumaini na ni chombo cha mabadiliko ya kweli na mustakabari wa Kongo. Ulikuwa nami msimuliaji wako, naitwa Mr Tasha. Napatikana hapa hapa katika YouTube channel ya Mr Tasha TV. Ili uwe wa kwanza kupata kazi zangu zote, usisahau kusubscribe akaunti hii ya Mr Tasha TV, lakini pia usisahau kulike, kukoment na kushare. Asante sana, nawapenda. Karibuni tena, tukutane katika wakati mwingine. Mungu awabariki.